Mheshimiwa Edwin Aswille Asante mheshimiwa naibu spika, kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia hotuba ya mheshimiwa raisi. Mheshimiwa naibu spika, awali ya yote na mimi nitumie nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kunipa uhai na kibali cha kuwa mbunge wa bunge lako la kumi na tatu. Lakini la pili, nitumie nafasi hii pia kumshukuru sana mheshimiwa rais Dr. Samia Suluhu Hassan na mwenyekiti wa chama changu Chama cha Mapinduzi kwa kuridhia jina langu kuwa mgombea na hatimaye kuwa mbunge wa bunge hili la kumi na tatu. Ahadi yangu achama achama pinduzi, kwa chama cha mapinduzi ni kuendelea kuwa mtii na kuheshimu misingi ya chama changu cha mapinduzi. Jambo la pili, mheshimiwa naibu spika, nitumie pia nafasi hii kuwashukuru sana wananchi wangu wa jimbo la Lupembe kwa imani yao kubwa kwangu na kunirejesha kwa mara ya pili kwa kishindo ndani ya bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninawaahidi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 ni mtu mwenye huruma na upendo mkubwa sana kwa Watanzania. Mheshimiwa naibu spika, ukisoma hotuba hii utabaini kule nyuma kulikuwa na kilio cha muda mrefu cha wafanyakazi juu ya kikokotoo. Rais wetu aliongeza mafao ya wafanyakazi ambao wanastaafu. Huyu ndio rais Mama Samia Suluhu Hassan. Lakini pia imesemwa kwenye hotuba, rais wetu alipoona wako vijana ambao waliingia kwenye machafuko yale kwa mkumbo kwa kushawishiwa kwa kutokujua kwa sababu ya huruma na upendo wake akaamua kumsamehe. Huyu ndio mama Samia Suluhu Hassan. Jambo lingine Mheshimiwa naibu spika, rais wetu ni muumini wa utawala wa sheria, demokrasia na umoja wa kitaifa. Nilimsikia rafiki yangu Ado Shaibu kabla ajawa mbunge hapa akiwa kule nje akimsihi mheshimiwa rais aweke msingi mzuri wa uchaguzi ili haki itendeke kwa kila mtu, na hatimaye Ado Shaibu ameshinda kwa upinzani, yuko ndani ya bunge. Huyo ndio Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo wito wangu kwa wabunge tulioko humu ndani, tutumie nafasi hii kumuunga mkono Daktari Mama Samia Suluhu Hassan, tumtie moyo, afanye kazi, tulinde nchi yetu, kwa sababu rais anampenda kila mmoja wetu ndani ya bunge hili. Jambo lingine Mheshimiwa naibu spika, amba ambao naomba nisome pia mchana huu. Rais wetu ni mpole, lakini mwenye msimamo mkali. Kwenye hotuba aliyoitoa hapa, alisema bayana kwamba linapokuja swala la kulinda maslahi ya taifa hakuna mbadala, na alisema wazi kwamba ni lazima tulinde utu, uhuru na misingi ya nchi yetu. Huyo ndio Daktari Mama Samia Suluhu Hassan. Jambo lingine, Mheshimiwa Naibu Spika, ukisoma hotuba hii utabaini, rais wetu anatambua mchango wa kila jinsia kuchangia uchumi wa nchi yetu, na ndio maana utaona ndani ya bunge lako Mheshimiwa Naibu Spika, idadi ya wabunge wanawake wameongezeka. Hii ni kwamba Daktari Samia Suluhu Hassan anathamini mchango wa kila jinsia katika ujenzi wa nchi yetu. Leo bunge limependeza. Akina mama wako wengi na wanaume tunakwenda kujenga nchi yetu. Hongera sana Mama Samia Suluhu Hassan. Jambo la mwisho kwa mchana huu, mheshimiwa naibu spika, naomba nitoe wito. Ziko siasa zinaendelea kwenye ukanda geopolitics, na kuna watu ambao ni Watanzania wako nje ya nchi wanaendesha siasa huko. Rais wetu ameshaweka msimamo kwamba linapokuja swala la maslahi ya taifa sisi kama Watanzania tusiwe na mbadala. Tutajenga msingi wa mahusiano, tutajenga msingi wa kushirikiana, lakini kamwe kwenye maslahi ya taifa tusiyumbe wala kurudi nyuma. Baada ya mchango huo, mheshimiwa naibu spika, mtumie nafasi tena kuwashukuru sana wananchi wangu wa jimbo la Lupembe. Waendelee kuniunga mkono, waendelee kuniombea na kipekee, tarehe ishirini na tisa walimpa kura za heshima kumlipa wema Daktari mama Samia Suluhu Hassan kwa miradi ya maji aliyopeleka, kwa miradi ya umeme aliyopeleka, barabara alizopeleka. Daktari Samia alistahili kushinda asilimia 98 jimbo la Lupembe. Baada ya mchango huo, asante na Mungu awabariki sana.